Mimi ninaitwa Furaha Jackson Nyanda. Mimi ni mtaaluma wa chuo cha Biblia Tazengwa. Chuo chetu kiko mkoani Tabora, wilaya ya Nzega, mahali ambapo kanisa la The Free Pentecostal Church of Tanzania lilianzishwa. Chuo chetu kinatoa elimu ya Biblia na theolojia katika ngazi zifuatazo. Tunatoa elimu ya Biblia na theolojia katika ngazi ya astashahada, shahada kwa mwaka mmoja tunatoa ngazi ya stashahada shahada kwa miaka miwili, shahada ya awali kwa miaka mitatu na shahada ya uzamili kwa miaka miwili. Lakini muda mfupi baadaye tutaanza kutoa shahada ya uzamivu katika masomo ya Biblia na theolojia. Mfumo wetu wa utoaji wa elimu au utaratibu wetu uko wa aina mbili, aina ya